Ngin zina arifu kwamba familia zinazoishi katika mtaa wa mabanda wa Marachi viungani mwa mji wa Busia zimelalamikia mazingira duni ya kufanyia biashara katika eneo hilo. Wakazi hawa wameitaka serikali ya kaunti ya Busia kuboresha mazingira hayo ikiwemo kusafisha mitaro ya maji taka na kuzoa taka zilizozagaa. Waliyesema hayo baada ya kupewa chakula cha msaada kutoka kwa serikali kuu. Leo hii tuko hapa katika hafla ya kusimama na zile familia ambazo hazijiwezi kupitia kwa hata Amugosia, ametupatia gunia mia tatu hamsini za mchele na gunia mia mbili za maharagwe. Kwa hivyo leo tuko hapa kwa kugawa chakula ya relief food. Tungependa maendeleo ifanyike kwa sababu hii Marachi pia iko changamoto ya mateso, vita. Saa zingine tiagas nini, ukisikia ti leo vayako huku, tiagas inakuja fua hasa marai. Tutaki tiagas, tunapenda kura ya amani. Mtu mali ameamua kupiga kura hapo, ndio mali yabakie. meisha hiyo uh-huh. Kasha ingine tutatafuta nini? Tutakula nini? <muchos> tutaenda kwa utoma tena, bado tuna mbeg hatutambeg, si tunatafuta mtu mwenye atatugeuzia maendeleo, atatuletea maendeleo kwa Busia Kaunti.